E Mungu wa rehema, mwenyezi wa mbingu na dunia, ninakuja mbele zako leo. Moyo wangu umejaa shukrani, lakini pia maumivu, huzuni na mizigo ya maisha haya. Baba, najua haujanisahau. Ninaamini kuwa macho yako yananitazama. Mikono yako imenikumbatia na upendo wako hauna mwisho. Leo nakusihi, Unisamehe kwa kila kosa nililotenda, kwa kila neno lisilofaa nililosema, na kwa kila wazo lililokwenda kinyume na mapenzi yako. Ninatubu kwa mambo yote ambayo yamekunyima utukufu. Ninaomba damu ya mwanao Yesu Kristo itakashe moyo wangu, iondoe kila doa la dhambi na kunifanya kuwa safi kama theluji. E Baba Najua maisha haya yamejaa ya changamoto. Wakati mwingine huzuni hunivamia. Wasiwasi hunitawala na hofu hunikumba. Lakini leo ninakataa kuishi katika hofu. Ninakataa kukubali minyororo ya huzuni. Ninakataa kutawaliwa na mawazo ya kushindwa. Ninasimama kwa jina la Yesu. Ninasimama katika nuru yako. Ninasimama katika ahadi zako ambazo zinasema wewe ni ngome yangu, msaada wangu wa daima, na mwamba wa wokovu wangu. E Bwana, nakuomba sasa, acha mkono wako wa nguvu uniinue. Acha nuru yako iangaze gizani. Acha amani yako ishuke juu yangu. Funika maisha yangu, funika familia yangu, funika kila hatua yangu kwa malaika wako walinde watangulie na wapigane kwa ajili yangu. e Mungu wa majeshi, ninakataa kila laana iliyoelekezwa juu yangu. Ninasema hapana kwa kila mpango wa adui. Ninasimama kwenye ahadi zako ambazo zinasema hakuna silaha iliyoundwa dhidi yangu itakayofanikiwa. Ninaomba ulinzi wako, ninaomba rehema zako, ninaomba baraka zako na ninaamini kwamba wewe ni Mungu anayeweza yote. Hakuna linalokushinda, hakuna giza linaloweza kuzima mwanga wako. E Baba, pokea maombi haya, pokea kilio changu, nisikie, nijibu na unitende kwa wema wako usio na kifani. Ikiwa unaamini maombi haya, andika amina. Naendelea kusikiliza sehemu ya pili ya maombi haya yenye nguvu. E Baba wa mbinguni, ninaendelea kuinua sauti yangu mbele zako, kwa maana najua wewe ni Mungu ambaye hachoki, hachoka kusikiliza, hachoka kusaidia na hachoka kupigania watoto wako. Ninakuomba leo nivishe silaha za kiroho, nivishe ngao ya imani nivishe kofia ya wokovu nivishe diri ya haki na kunipa upanga wa Roho ili nipate kushinda kila vita ya kiroho. E Mungu mwenye nguvu, ninajua kwamba maadui wa kiroho wanaweza kuinuka dhidi yangu, lakini ninaamini kwamba wewe ni ngome yangu. Wewe ni Bwana wa majeshi na unanitangulia kwenye kila vita. E Bwana, Vunja kila mnyororo, vunja kila kizuizi, vunja kila kuta za giza ambazo zimekuwa kizuizi mbele yangu. Fungua milango ambayo imefungwa, fungua baraka ambazo zimezuiliwa, fungua njia mahali ambapo hapakuwa na njia. e Baba, ninakataa umaskini, ninakataa magonjwa, ninakataa huzuni, ninakataa mateso. Ninakataa kila aina ya laana, hofu na kushindwa. Ninatangaza kwa jina la Yesu kwamba maisha yangu yanabadilika sasa. Ninatangaza amani. Ninatangaza furaha. Ninatangaza afya njema. Ninatangaza mafanikio. Ninatangaza ushindi katika kila eneo la maisha yangu. Ee Mungu wa maajabu, nashusha kila baraka kutoka mbinguni. Baraka za kiroho, baraka za kiuchumi, baraka za kiafya, baraka katika familia, na baraka katika kazi zangu na ndoto zangu. Baba, futa machozi yangu. Niponye pale ambapo nimeumia. Ninyanyue pale ambapo nimeanguka. Nifariji pale ambapo nimekata tamaa. E Mungu wa huruma, ninaomba sasa, uguse moyo wangu. Ujaze moyo wangu na upendo wako. Ondoa maumivu yote ya ndani, ondoa hofu, ondoa wasiwasi, na ujaze nafsi yangu kwa amani isiyoelezeka. Ninaamini kwamba mkono wako unanivuta kutoka kwenye shimo la huzuni. Ninaamini kwamba unatengeneza njia mpya mbele yangu, na hakuna chochote kinaweza kunizuia wala kunizuia kufikia hatima yangu ya kipekee. E Baba, najua hauwezi kushindwa, na kwa kuwa uko nami, mimi pia siwezi kushindwa. Ikiwa unasikia nguvu ya maombi haya, andika gloria kwa Mungu na uendelee kusikiliza sehemu ya tatu, ambapo utashuhudia ukombozi na baraka kubwa zaidi. E Baba wa mbinguni Mungu wa rehema, Mungu wa maajabu, ninaendelea kuinua sauti yangu mbele zako, kwa maana najua wewe ni mwaminifu na hakuna neno lako linalorudi bure. Unasema na ikawa, unabariki na hakuna awezaye kubatilisha. E Mungu wangu, leo ninatangaza kwamba ninafunguliwa, ninafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya kiroho, ninafunguliwa kutoka kwenye laana za kizazi, ninafunguliwa kutoka kwenye kila pingu za giza. E Baba, anza kuniongoza kwenye njia ya nuru, njia ya mafanikio, njia ya amani, njia ya baraka zisizoisha. Ninavunja sasa kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu yangu, kila laana zilizotoka kwa adui, kila uchawi, kila ulozi kila hila za kishetani zinavunjika sasa kwa jina la Yesu. E Bwana, nitazame kwa macho yako ya rehema, nibariki kwa mikono yako yenye ya nguvu, nifunze kutembea katika imani, nifunze kutembea katika nuru yako, na nisaidie kushika maagizo yako siku zote. E Mungu, ninatangaza kwamba milango ya mbinguni inafunguka sasa Baraka zinashuka kama mvua, kila kizuizi kinaondolewa, kila mlima unashushwa na kila bonde linainuliwa. E Baba, nashukuru kwa sababu najua kwamba maombi haya yamepokelewa mbinguni. Nashukuru kwa upendo wako, nashukuru kwa ulinzi wako, nashukuru kwa rehema zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Ninakutukuza, ninakuhimidi. Ninakusifu kwa maana hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. E Mungu, tangulia mbele yangu, pigania vita vyangu, nifungulie njia na nitangazie ushindi. Kwa jina la Yesu, ninatangaza kwamba sasa ninaishi maisha ya amani maisha ya furaha, maisha ya baraka, maisha ya mafanikio na maisha ya ushindi wa kudumu. E Baba, asante, asante kwa kila jambo, asante kwa kuniinua, asante kwa kunilinda, asante kwa kuniongoza na asante kwa kunibariki. Ikiwa unaamini katika nguvu ya maombi haya, andika Amina. Na Mungu akujalie neema na baraka nyingi maishani mwako.